Jiandaa kabla ya kupata mimba. Kabla hujapata mimba, kuna vitu muhimu sana vya kufanya ili mwili wako hasa tumbo la uzazi liwe tayari. Kujiandaa mapema kunasaidia mimba ikishika iwe salama na mtoto awe na afya nzuri. Haya hapa ni mambo ya msingi ya kufanya. Moja, nenda hospitali ukla hujabeba mimba. Kabla hujajaribu kupata mtoto, ni vizuri kuonana na daktari. Atakupima kupima kama kila kitu kiko sawa kwenye tumbo la uzazi kama Uh, mirija ya uzazi imefunguka, kama una matatizo kama uvimbe au maambukizi, na kama homoni zako zipo vizuri. Kama kuna shida zitatibiwa mapema. Kunywa vidonge vya vitamini mapema. Kuna vidonge vya kusaidia mwili kujiandaa kwa ujauzito kama folic acid, ambavyo hulinda mtoto dhidi ya matatizo ya kuzaliwa. Pia unaweza kunywa vitamini zingine kama ya chuma, omega 3 na zinc. Usubiri hadi mimba ishike, anza mapema. Hakikisha uzito wako uko sawa. Uzito uliopitiliza au kuwa mwembamba sana huweza kufanya usipate mimba haraka. Jaribu kuwa na uzito wa kawaida kwa kula vizuri na kufanya mazoezi ya mwili. Ne. Elewa siku zako za hatari. Mzunguko wa hedhi unasaidia kujua siku zako za rutuba, yaani siku ambazo unaweza kupata mimba ukifanya tendo la ndoa. Unaweza kutumia kalenda au app za simu kujua kipindi cha ovulation. Kula chakula bora Kula matunda, mboga za majani, mayai, samaki, karanga na vyakula vyenye virutubisho. Epuka sana vyakula vya mafuta mengi, soda, vyakula vya dukani vilivyosindikwa na sukari nyingi. Acha kuvuta sigara, pombe na madawa ya kulevya. Vitu hivi vinaathiri sana afya ya tumbo la uzazi na vinaweza kufanya ushindwe kupata mimba au mimba ipotee mapema. Viepuke kabisa. Saba. Stress huchangia mwili kushindwa kufanya, kufanya kazi zake vizuri hata kupata mimba. Tafuta muda wa kupumzika, tembea, sikiliza muziki, ongea na watu unaowaamini au fanya kitu unachokipenda ili kupunguza mawazo. Nane. Fanya mazoezi ya mwili ya kawaida. Mazoezi kama kutembea, kuogelea au yoga husaidia damu kuzunguka vizuri kwenye tumbo la uzazi . Usifanye mazoezi mazito sana, hasa kama wewe ni mwembamba. Tisa. Usitumie dawa zozote bila kuuliza daktari. Dawa zingine hata zile za kawaida zinaweza kuharibu mpangilio wa homoni zako au kuathiri mimba. Kabla ya kutumia dawa yoyote, muulize daktari. kumi. fanya tendo la ndoa kwa mpango. Ni vizuri kufanya tendo la ndoa mara kwa mara, hasa karibu na siku zako za ovulation. Mara mbili hadi tatu kwa wiki inasaidia kuongeza nafasi ya kupata mimba. Kwa ufupi, kujiandaa kabla ya kupata mimba ni jambo la busara. Ukiandaa mwili wako vizuri, nafasi ya kupata mimba salama na mtoto mwenye afya huwa kubwa zaidi. Hivyo usikurupuke, jipange vizuri, penda mwili wako na usikose kumshirikisha mpenzi wako kwenye hatua hizi. Hitimisho. Mtazamaji wangu mpendwa, safari kuta mtoto ni safari ya imani, matumaini na maandalizi. Ukichukua hazaki mwili tulizoeleza, unakuwa umefungua njia kuelekea ndoto yako ya kuwa mzazi. Lakini pia ni muhimu kuandaa moyo wako kwa sala. Basi leo tulia mahali ulipo, fumba macho ya kwa unyenyekevu, mshike Mungu kwa imani na sali kwa sauti au moyoni. E Mungu wangu, najua hakuna kisichowezekana mbele zako. Ninaomba kwa unyenyekevu, bariki tumbo langu la uzazi, niandaye kwa ujauzito wenye afya, nipatie mtoto wa baraka na unijalie neema ya kuwa mzazi. Najua kwa wakati wako utatimiza haja ya moyo wangu. Amina. Mtazamaji wangu, kumbuka kila hatua unayochukua kwa ujasiri ni hatua moja karibu na muujiza wako. Usikate tamaa. Mwamini Mungu, jiandae vizuri na endelea kujiweka tayari kwa baraka yako. Somo hili limeandaliwa na Daktari Chilo, mtaalamu wa afya ya uzazi na familia. Asante kwa kutazama. Kwa mawasiliano, ushauri zaidi au kutaka kuonana nami moja kwa moja, unaweza kunipata kupitia maelezo yaliyopo chini ya video hii.